Nimeupokea kama dhamana. Unajua, taasisi kubwa um, iliyoasisiwa kwa takriban miaka 40 mpaka hivi sasa, wakikuamini wewe katika nafasi yoyote ile ndani ya taasisi hiyo ni dhamana, na nimepokea kama dhamana, na nimepokea kama wao wana imani kwamba mimi naweza nikawa na mchango fulani katika kuendeleza idara ambayo wamenipatia. Yeah, uh, wananchi wangependa kujua sasa, unaenda kuwa kama nani sasa? Sasa nimeteuliwa um, um, kuwa kaimu katibu wa uhamasishaji na chipukizi. Yeah. Yeah. Uh, kuna baadhi ya wameripoti kwamba hivi na hivi, ameripoti maneno yao kwamba sio yeah. Uteuzi sio yeah. Wewe uh, unaosemaje kuhusu? Hapana, unajua tuko watano ambao tumeteuliwa um, um, tuko watano hapo mwanzoni idara zilikuwa nne lakini sasa hivi idara ziko tano, kwa hiyo tuko watano ambao tumeteuliwa kukaimu nafasi mbalimbali idara mbalimbali mbali, na nadhani kamati iliyokaa na kuridhia uteuzi wangu, um, wanajua zaidi kwa nini wameniteua, lakini mimi nimepokea na nimeshukuru na nimewahidi kwamba nitafanya kazi kadri ya nguvu zitakavyonituma akili itakavyonituma, Mwenyezi Mungu anisaidie una, unaweza kwenye kuhamasisha na chipukizi, uh, unaenda kufua nini mpango yako sasa baada ya kupata? Unajua, uzuri kwamba um, taasisi hii ya Umoja wa Vijana na Chama cha Mapinduzi kinakuwa na mpango kazi umeona. Kwa hiyo kazi yangu kubwa sasa hivi ni kusoma mpango kazi, kusoma mwongozo, kusoma kanuni na kujua ni vitu gani ambavyo naweza nikaviongezea ili kuweza kuleta hamasa zaidi katika, um, katika jamii ambayo tunaitaka kuingia katika chama, katika jumuiya yetu hasa tukilenga vijana na chipukizi ili waweze kurudisha imani yao ndani ya chama, lakini vilevile vile waweze kushiriki nasi katika maswala mbalimbali, hasa sasa hivi tunavyoelekea kwenye uchaguzi wa ndani ya chama. yeah, ah, kum, watu wengi hawakukuzoea kwenye maswala ya chama ah. <laughs> Imekaaje? <laughs> Um, uzuri ni kwamba mimi kupitia kazi zangu mbalimbali mbali, um, kupitia kazi zangu za, za, za, za sanaa, kupitia kazi zangu za kijamii nimekuwa ni mtu wa karibu sana na jamii na Chama cha Mapinduzi mtaji wake ni watu, umeelewa? Kwa hiyo sidhani kama nimekuwa nikifanya kazi ambayo ni nje sana na kile ambacho kinalengwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwangu mimi naona kwamba bado niko nyumbani. <laughs> naendelea tu kufanya zile harakati ambazo nimekuwa nikizifanya kila siku, pengine sasa hivi nimepata jukwaa um, kubwa zaidi la kufikia watu wengi zaidi kwa urahisi zaidi na pengine kwa ufanisi zaidi. Yeah, upo kwa muda gani? Yani, tangu umeingia kwenye siasa no? upo kwa mdagani? Uh, nafanya tu sema sasa hivi ndio pengine ndo mara ya kwanza kupewa uh, cheo chenye dhamana kama hiki. Yes. Yeah. Uh. Uzuri ni kwamba mkatibu um, mkuu leo amezungumzia kwenye press conference kwamba Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi ni nita, tanuri la kupika viongozi. Yaani humu ndani watu ndio wanapata ujuzi wa jinsi ya kutumikia watu, wanapata ujuzi wa jinsi ya kuwa na maadili ya ki, unajua wanapata ujuzi wa falsafa, wanapata ujuzi wa vitu vyote vinavyohusiana na uongozi. Ni tanuri la kupika watu. Kwa hiyo nashukuru, na, na mimi wameona nafaa kuongezwa kwenye tanuri hilo. Pengine nitakavyopikwa naweza kuwa mtumishi mzuri zaidi hapo baadaye. Yeah. Ah, sasa vipi siasa na mambo yako havitochanganya? Havitochanganya. No, kwa sababu uzuri ninajua, um, uzuri vitu vyangu ni vitu ambavyo vinagusa sana jamii ni, ni kazi ambazo pia zinaningizia kipato, kwa hiyo zitakuwa na ratiba zake, zitakuwa na ratiba zake na huku, kwa sababu tuko tuko wengi tunasaidiana, nadhani nitaweza kufanikisha tu, hamna ambalo litaharibika. Yeah. Sasa hivi vijana mm, wengi Uh, imani na sisemu ikwa imepungua na unaenda kuwa chipukizi na uhamasishaji, nini zaidi unataka kufanya kwa vijana wakiamini zaidi Chama cha Mapinduzi? Um, nadhani nadhani ni muonekano tu, mahusiano kuboresha, maonekano wetu kuboresha, mahusiano yetu kuwa karibu, mimi na, nasisitiza zaidi kuwa karibu na vijana, kwa sababu vijana ndio mtaji wetu, tusiwe mbali nao, tuwe karibu nao, tuweze kuwasikiliza wanataka nini na tuweze kufanyia kazi yale ambao wanayatumaini wataweza kuyapata kupitia umoja wa vijana. Sisi ni wawakilishi wao, lakini lazima tukae nao karibu, tuwasikilize na tuwafanyie kazi yale ambao wanaona kama ni changamoto wanazipata katika maisha yao ya kila siku.